Tunaona kwa sababu ya kwanza kwa nini tumtegemee Mungu ni kwa sababu Mungu wetu yeye hana mipaka. Yeye ni mwenye enzi yote Bwana Yesu asifiwe. Binadamu anaweza akawa na mipaka. Ana mpaka kusaidia hapa mpaka hapa, nikomo chake cha kusaidia. Lakini tunaambiwa kwamba Mungu wetu yeye ni Mungu ambaye asiye kuwa na mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kufanya mambo yote yanayowezekana na binadamu na yasiyowezekana, Bwana Yesu asifiwe. Wataalamu wa afya wanaweza kufanya kwa kiasi chao. Lakini Mungu anafanya kwa kiasi cha zaidi. Amen. Shangazi na mjomba, baba na mama wanafanya kwa kiasi chao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu yeye, msaada wake ni msaada ambao hauna mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Daktari anaweza kwambia mimi kwa tatizo lako hili sasa, naomba nikusaidie mpaka hapa. Labda tuseme ni mgonjwa tuseme wa nini, tuchukulie HIV, tuchukulie tu hapo ni mgonjwa wa HIV. Madaktari hawawezi wakatibu, si ndivyo? Ile walichofikia tu kikomo ni kwamba kugundua tu dawa za kupunguza makali ya vile virusi, si ndivyo? Ndio akili zao zilivyoishia hapo. Maarifa yao yameishia hapo. Lakini Mungu wetu maarifa yake ni makubwa. Msaada wake hauna kikomo. Maana ana elimu juu ya elimu zetu, Bwana Yesu asifiwe. Ana maarifa juu ya maarifa yetu, Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukaone kile kitabu cha Mathayo Kumi na tisa, mstari wa 26 26. Biblia inasema, Yesu akawakazia macho akamwambia, kwa mwanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. Kwa Mungu yote yanawezekana, kwa binadamu hilo alifa nini, haliwezekani ila kwa Mungu yote yanawezekana. ya Mungu wetu ni Mungu ambaye hana mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Hana hana nini? Hana mipaka, ni Mungu ambaye anaweza yote. Bwana Yesu asifiwe, hana kikomo. Kwamba mimi sasa, Maria nakusaidia mwanangu, sasa hapa nakusaidia mpaka hapa. Uh, uko sasa, kuna kuendelea, mimi sina uwezo wa kusaidia. Hapana, Mungu wetu haipo hivyo. Ni Mungu ambaye anaweza mambo yote, bwana Yesu asifiwe. Anaweza mambo yote. Ngoja e, labda niwape story. Kulikuwa na mwalimu sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke alipitia katika changamoto ya kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa miaka mingi bila kupata mtoto, alikuwa katika ndoa yake, lakini miaka mingi hakufanikiwa kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe aliemlilia sana Mungu, Mungu naomba nisaidie. Alienda kwa wataalamu, akamwambia wewe tena hapa ndo nini, ndo basi tena, yaani hawezi na kupata mtoto. Lakini cha kushangaza ni nini? Katika miaka yake ya hamsini na nne kama sijakosea, Mungu akampatia mimba yake ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe! Katika miaka ya nini ya hamsini na nne hilo jambo sasa hivi linawezekana eh? sialiwezekani au linawezekana aliwezekani basi jambo haliwezekani. Hata yeye mwenyewe alivyo, akapima hospitali nyingi nyingi ili kudhibitisha hivyo hicho, niambia daktari nikachanganya majibu au ni majibu yangu. Alikuwa haelewi kama ni majibu yangu kweli au daktari kachanganya majibu. Hata ningekuwa ni mimi katika umri huo kweli, ningeanza kuchanganyikiwa, ningehisi daktari kapatia au kanichanganyia majibu. Sasa hata ungejiuliza hiyo swali, lakini kwa sababu ni mtu ambaye alimtegemea Mungu, Mungu alimshangaza. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu tunasema Mungu wetu si Mungu wa kikomo ye, hana hana ukomo, kwamba labda kwa sababu ya swala la umri wake ulifika kikomo, kwamba basi mwanangu, hapa mimi siwezi kupata mtoto. Ah ah. Hilo kwake alimuhusu? Una miaka sitini, a -a, alimuhusu? Lakini kwa kuwa kasha kupatia mtoto, kasha tenda tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ni Mungu wa nini ambaye hana mipaka, ni mwenye enzi yote, anafanya jambo lake kwa wakati wowote muda wowote. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tumelewana kweli hapo? Amen. Anafanya jambo lake kwa wakati wowote muda wowote, hana mipaka. Amen. Tumelewana kweli? hana nini? hana nini? Mipaka. Kwa katika hilo kitu chako ambacho unasema sasa, hapa mimi nimefika mwisho, sioni kabisa kuendelea, labda kwa jinsi nilivyofika sasa hapa, hmm. sina namna ya kutoboa, acha tu niache, si ndivyo unasema tu basi Liwalo na liwe, sina cha kufanya, takachotokea ni sawa, kwa sababu maarifa yako na akili zako zimekoma zime hapo. Bwana Yesu so asifiwe lakini, tunaambia kama Mungu wetu hana mipaka, maarifa yake, akili yake, jinsi anavyowaza anavyofikiri nieni, iko juu sana, ni levo za tofauti. Bwana Yesu so asifiwe sana. Kwa hiyo nikutie moyo sana mpendwa, nijitie moyo pia kwamba Mungu wetu yeye ni Mungu ambaye hana mipaka hana kikomo, anatenda kwa wakati wowote wa kwa muda yoyote, usipozimia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile tu imani yako kwa Mungu. Je, ye unamwamini yeye kwa kiasi gani? Unamwamini nusunusu, kwamba ah, ataweza kweli? Hapana, hawezi mm, ila kama anaweza. Unaona tayari una mashaka, lakini ungeka ile imani yako full kwake, maidia anaweza Amen anaweza Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu ambaye hana nini, hana mipaka. Ni ile tu usiweke kwamba nusu nusu, kwamba yani una una imani ya kuteteleka kwamba nusu nusu. Hapana, mwamini tu yeye e. si Mungu mimi ile jambo na kuachia wewe mimi, akili zangu maarifa yangu hapa ndo ameshakoma, hapa mimi siwezi kwenda tena. Bwana Yesu asifiwe. atu anayofuata kupiga mguu wangu unyanyue wewe hapa mimi ndo nishakaa tena huko kunapoenda akili zangu maarifa zangu maarifa ya watu, je, kuwashirikisha hawezi kutatua. Wakuninyanyua kutoka hapa nilipo ni wewe Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu ni wewe, na kuachia wewe, maana wewe ni Mungu ambaye usio kuwa na mipaka, unatenda vitu kwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe vijana, na nielewa kweli. Amen. Ngoja niwape mfano wa pili. Kuna mchungaji mmoja kuna kitabu nilisoma kinaitwa mifano halisi. Hiki kitabu kinaelezea mifano halisi na jinsi ambavyo inavyohusishwa na maisha yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu nakutana na mfano mmoja ambao kuna mchungaji alikuwa anasafiri kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kuhudumu. Bwana Yesu asifiwe, lakini barabara za hiyo nchi ili kutoboa katika hiyo nchi zinapita chini ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Unapita chini ya ardhi lakini mwisho wa siku lazima uje utokee wapi? Juu. Yaani hiyo barabara ni za train. Hizo train zinapita huku chini huku. Ndio uje utokee huko juu. Sasa huyo mchungaji hajawahi kusafiri na na, usafiri na ulikuwa ndo kwanza mara yake ya kwanza. Kwa hiyo sasa kupanda akaenda. Naye hakuwa mtu wa kuuliza watu. Si unajua kuna wale watu ambao tu, yaani uh, kwa kawaida iko hivyo kwa sababu hatufanani, si ndivyo? Ile kuuliza tu mtu unaona na, nani ni changamoto, si ndivyo? Ndo alikuwa huyu mchungaji, akakaa kwenye ile treni. Iliyofika kituoni, akashuka. Sasa njia za kule ndani ili kutokea nje ni kuna vibango tu, inakuwa ni tu mshale, pinda huku, pinda kule, hauelewi. Anapinda tu, baba wa watu anaenda, anasogea hivyo taratibu. Sasa kufika, akutana na zile, si unajua kuna zile lifti za ngazi, ile unapanda alafu ndo unapandishwa juu, unaenda eh. Akutana nazo hizo sasa, kutana nazo hizo hizo, ukipanda naona kutokea huko juu juu ya ardhi kama hapa. Aka, anapanda. Lakini anapanda na mashaka kwa sababu ajaye kukutana nazo katika maisha yake. Ana mashaka. Niweke mguu, nisiye. Ana ndo zile ngazi zinapanda. Yeye azielewi. Ni vitu gani hivi? Anaona <laughs> kama ni vitu vya ajabu maisha ni mwake. Ndio kwanza anakutana nazo kwa mara ya kwanza. Anaweka mguu. Niweke mguu nipande. Sasa akajaribu kuweka ile mguu mmoja. Aone apande. Sasa kama mguu mmoja na lifu na sinapanda. Akapanda, mguu mwingine ameka bato akamka chini. Na suti yake sikachafuka. Aya, u mfano atweza nini? Ile njia ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe, kwamba na ile elevator pale ni yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe, kwamba katika safari yako ya maisha usiweke mguu mmoja. Kama unataka kweli kutoka na njia yako umechagua elevator, ambaye ni Mungu, weka yote miwili. Bwana Yesu asifiwe, mmoja, utaanguka. Bwana Yesu asifiwe, kama mchungaji alivyoanguka. Ndio hiyo Mungu wetu anakwambia ni Mungu ambaye hana kikomo. Lakini wewe una mashaka. Hivi kweli ataweza katika hili? Mguu mmoja unaweka kwa Mungu, mwingine unaweka kwa waganga. Kinachofuatia nini? Unadondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku hauambuli kupanda, hauambuli kunanilii, unaambulia kudondoka. Si ndivyo? Ndio hivyo. Kwa kama, uh, unamwamini kama Mungu wako yeye ni Mungu ambaye hana kikomo, basi weka miguu yako yote miwili katika ile ile elevator. Acha tuende naye. Bwana Yesu asifiwe atakufikisha salama. Kama yule mchungaji angeamua kuweka miguu yake yote miwili katika ile elevator, angefika tu nchi kavu salama na suti yake. Pengine labda alipodondoka pale na suti ikachanika. Kwa <laughs> inabidi <laughs> inabidi inabidi tena aende akabadilisha. Kama hakuwa na suti nyingine. Amna namna. Ko ndo hivyo. Mungu wetu ni Mungu ambaye hana mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaamua kumtegemea yeye, mtegemee kwa miguu yako yote miwili. Usieke mmoja, ndugu yangu, utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Spiri sababu ya pili ni sababu, Mungu hujua njia hata tukiwa hatuioni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu, yeye anajua njia hata tukiwa hatuioni. Bwana Yesu asifiwe. Spiri anaelewa mwisho kabla ya mwanzo. Pale ambapo sisi tunaona giza, tunaona kama hatuoni vile, macho yetu ndio yamejawa na ukungu anakwambia yeye anaona njia hata kama sisi, atufanyaje? Ni kama anakuwa macho yetu ya pili, kama wale watu ambao tuna matatizo ya macho, si ndivyo? Hatuoni, miwani inatusaidia kuona, si ndivyo? Inatusaidia kuona katika ule upeo ambao sisi kuona. Hapa yeye hatufiiianaona nia ata sisi, atufanyaje? Yeye anakuwa miwani yetu, Bwana yetua anatusaidia sisi kuona katika ile levo ambayo sisi hatufanyaje, hatuioni, yeye anaona, kwa sababu ni Mungu ambaye anajua yote. Anajua sasa hivi sasa, Maria, hapa unaenda, hapa unatoka, hapa unaingia hapa. Bwana Yesu asifiwe! hata kama mimi labda sioni, hata kama labda wewe huoni, lakini yeye anasifiwe. Hem, tuseme, tusome Isaya hamsini na nane mstari wa kumi na moja. Isaya 58 mstari wa kumi na moja. Isaya 58, mstari wa kumi na moja, Biblia inasema naye Bwana atakuongoza daima ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na mm, kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Amin. Katika mstari huo nataonyesha kwamba unapomtumainia Mungu msaada wa Mungu unakuja na mwongozo unakuja na maarifa, unakuja na namna ya kutatua, kufika sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe! Ngoja e, labda niwape mfano. Mfano ni wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe! Si niliwaambia kwamba mimi ni, ni ushuhuda binafsi kwamba msaada kwa msaada wa Mungu unatenda makuu, si ndivyo? si nilivyoanza, nilisema ngoja niwape mfano. Mimi wakati najaribu kuapply kwa, kwa maombi yangu ya kutafuta kazi Nili apply maombi sasa. Unajua ile ukimaliza chuo na kopo na ile shau, kila tangazo la kazi unaona mbele yako, wewe unatuma maombi tu tu, <laughs> unatuma maombi tu yaani ujaribu hata kubadilisha ku, ku, ku, update taarifa zako, unatuma tu hivyo hivyo, unatuma unatuma, unatuma, lakini sasa unajiuliza kwa nini hau hauitwi, labda kuitwa kunini. Unafika wakati unakata tamaa. Bwana Yesu, unasema sasa, mimi hapa siombi tena maombi ya kazi. Natulia tu, sasa liwalo na liwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa kwamba Mungu yeye anatugea maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Anatugea hekima ya kufanikisha mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikakumbuka tu ya kwamba huu ustarabu wako wa kutuma maombi mengi mengi sio ustarabu mzuri. Bwana Yesu asifiwe, tu maombi moja, lakini litume likiwa kwenye structure nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anatenda Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa kusema hivyo kanisa, naamini wote tumeelewa kuhusu swala la Daudi, tumejifunza jinsi kwa msaada wa Mungu mambo yanavyobadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa msaada wa Mungu vitu vinavyobadilika Bwana Yesu asifiwe. Kwani si tunaona hata katika kile kipindi cha yule mwanamke ambaye alitokwa na damu kwa miaka mingi, hakuna mtu ambaye aliyeweza kumponya wataalamu wa miaka ile hawakuweza kumtibia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alitenda tena akutumia nguvu nyingi, si ndivyo? Seligusa tu pindo la vazi lake alafu damu, si ndivyo? ndoaika ni Mungu ambaye anatenda, anafanya hata yeye, ni shuda hawezi awe, kuwa na jambo kubwa, sio jambo kubwa sana, lakini pumzi unayokuta ni msaada wa Mungu Amen, ni msaada wa Mungu, aseme leo ikate hapo Si ndivyo utaelewa vile msaada wa Mungu unavyokuwa eh? Aikata tu kwa sekunde ile, pap, utaelewa vile msaada wa Mungu jinsi unavyokuwa. Si ndivyo jamani? Eh? Hawezi kawa mambo makubwa sana, vile ambavyo unavotembea kwenda safari, unapanda vyombo vya moto, unaona ajali inatokea hapo, si kwamba yule dereva alijua kukunja usukani vizuri. No, ni msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakujua kukunja usukani mzuri yule alopata ajali sio kwamba dereva hakuwa makini, hapana, ni Mungu anatutetea na kutupigania kwa namna ya tofauti sana, amen. Hatuwezi kuona msaada Mungu mambo makubwa, mambo madogo madogo, vile ambavyo unavyokula, unapata chakula asubuhi, unakunywa chai mchana, unakula ugali usiku, unakula wali. Sio so wali, unakunywa uji ni kitu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe, si kwa nguvu zetu, zile nguvu za kutupatia ile elfu moja ya kunua kombe cha mwe, kikombe cha uji ni msaada wa Mungu. Maidia ni msaada wa Mungu. Sio lazima Mungu akuponye kansa ndio ujue kwamba ni msaada wa Mungu no. Kukuamsha tu asubuhi, unaamka ile ni mzima, haumwi kichwa, haumi nini, ni Mungu anatupigania. Huu ni msaada wake tosha, amen. Kwa hiyo tusimshukuru Mungu kwa mambo makubwa. Mungu amenipa gari Mungu umenipa nyumba, Mungu umenipa uhai, umeniamsha asubuhi nyingine tena nikiwa mzima, nina afya, ninaweza kunyanyua mguu wangu kutoka kitandani kuingia chini sakafuni. Msaada wa Mungu nimetenda makuu, amen. Ni msaada wa Mungu nimetenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu sio lazima ah, sijui nisemaje, ujalazwa hospitali labda umjeugua muda mrefu, hamna katika tunaanza na vitu vidogo vidogo. Ukiweza kushukuru kwa kitu kidogo, ukatambua kwamba huu ni msaada wa Mungu haukuwa ni kwa nguvu zangu. Makubwa utajua kushukuru kwa ukubwa. Yesu asifiwe sana. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Tutatenda makuu katika familia zetu. Tutatenda makuu katika maisha yetu ya kawaida, katika ndoa zetu, katika kazi zetu, biashara zetu. Tutatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu kumwamini tu Mungu kumtegemea yeye. Eh. Unapoamka asubuhi mwambie Mungu, leo na safari kwenda sehemu. Hivi niende nisiende? Bwana Yesu asifiwe. Jaribu tu, jaribu tumshikishe Mungu. Kama Daudi aliweza kumshirikisha Mungu, akamshirikisha Mungu atenda kupigana. Mungu, hivi ni, nifanye kweli. Tujue pia kusikiliza ma, mashauri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili sisi kutenda makuu lazima tusikilize maelekezo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tusiwe wakaidi. Kama Mungu amekwambia ile jambo usifanye. Ah, ah, ila mimi naweza nikafanya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini naambia nisifanye? Kati mna kabisa kitu kinawezekana. Utakao umefanyaje? Umeenda tofauti na hata takalokuja la kukukuta wewe sina ukasema kwamba ni kwa sababu Mungu alisha kuongoza wewe ukafanyaje ukatendeuka uka, uka, tuseme ukakopesha kitu kama hicho, nahisi nimeeleweka, si ndio? Nachojaribu kumaanisha ndio hicho lakini tumtegemee Mungu katika mambo yetu yote, na yeye hata tuacha maana, ameahidi hapa katika kitabu cha hii Zaburi sura ya 60 mstari wa kumi na mbili kwamba kwa msaada wake tutatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. E, narudiatu kusema semeni, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Amen. Basi nimefika mwisho wa somo langu kwa siku ya leo. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Yesu asifiwe! Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa ajili ya ujumbe mzuri. Kwa msaada wa Bwana au kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Mungu akubariki sana Maria kwa ujumbe mzuri, na ninaamini tumelipokea na kila mtu ameondoka na cha kwake. Bwana Yesu asifiwe! Kila mtu kuna kitu amekipokea, kila mtu ana namna ya kupokea kwao. Mungu akubariki sana Maria. Mungu akubariki sana wewe uliweza kusikiliza. Na kabla tujamkaribisha mchungaji, naomba tuweze kutoa matoleo. Naomba praise team, timu ya sifa, awepo mtu wa kutuimbia hapo ili tuweze kutoa matoleo. Karibuni viongozi wa sifa. Hebu tumshangilie Bwana kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. wa na wasalimu wote katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa wiki hili la vijana ambalo limeanza tangu Jumatatu na tumeendelea kumwona Mungu akiwatumia katika huduma mbalimbali, kwa kuwa na nao kwenye morning glory wakisimama kuongoza vyema maombi na mchana wa leo au jioni ya leo tumekuwa pia na ujumbe mzuri uo huo huo unaotukumbusha kuyaweka matumaini yetu kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la baraka sana kumtegemea Mungu, kuboresha mahusiano yetu naye, ili aweze kufanyika mhimili wa maisha yetu. Moja ya ushindi wa Daudi kama mnenaji wetu alivyosema ni ile kumpenda Mungu, lakini na kumtegemea. Alipompiga Goliati alikuwa na umri mdogo sana, Israeli yote ilishashindwa, lakini kwa sababu alimjua Mungu na akayakita matumaini yake kwake Mungu akampa neema ya kufanya mambo makubwa, na somo hili la mwaka huu wa la vijana liko kwenye ile kauli mbiu yetu, kwa msaada wa Bwana tunatenda makuu na pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya lolote. Kwa hiyo huna chaguo, kama ni mtu wa rohoni, mahali sahihi kwa kuyaweka matumaini yako ni kwa Mungu ili Mungu aonaye sirini ajuae mwisho toka mwanzo aweze kukubariki. Mungu ambariki mnenaji na akubariki wewe uliyefika na kusikiliza neno hili. Pia simama kwa miguu yako ni mshukuru Mungu tunapohitimisha baada hii. Sijui kama mna matangazo mengine, lakini ngoja ni mshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu libarikiwe jina lako. Asante Mungu unayetupenda, unayetujali na unayetuwazia una mema. Ni wakati mwingine tena Bwana tumekuope imani mwako kujifunza. Asante kwa kila aliyefika Bwana Yesu mbariki. Asante pia kwa ajili ya mnenaji aliyesimama Maria Mihayo, Bwana umemtumia vyema kunena neno lako, mbariki na kumjaza huduma kama unavyomkusudia mema. Sante kwa kila aliyefika kuabudu siku ya leo, tusitoke kama tulivyoingia, lakini Bwana tutoke na mabadiliko. Wape watu wako kupokea haja za mioyo yao, walio wagonjwa waponye, waliopungukiwa wajaze, wasio na amani wape amani, fanyika jibu kwa habari ya kila hitaji, fanya njia pasipo na njia, kwa kuwa ni Mungu usiyeshindwa. Tumekukimbilia wewe Bwana ili tusiaibike milele na kwa haki yako Mungu utuponye. Asante mfalme wa amani. Kwa maana ni kweli, mara baada ya kuokoka twapasa kukutegemea wewe Mungu mkamilifu. Twaweka na siku zilizo mbele yetu mikononi mwako, ibada za Ijumaa na ibada za Jumapili. Roho wa Mungu kaendelee kuongoza idara hii, wana maandalizi ya mambo mengi. Bwana ukakutane nao katika huduma hizi ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na kushukuru, na watatuseme amen. Shangilie tena Yesu kwa makofi mengi. Enendeni na amani ya Bwana na Mungu awabariki. Sijui kama kuna matangazo. Karibu vijana, tusiondoke, tubaki.